Right. Ah, watu wangu sasa msanii ambaye anajulikana sana kama Vicky Brilliance zama Mama Wayne, all right, leo. <laughs> <Hello. laughs> ameweza kufunguka, ameweza kushare mambo mengi sana, ameweza kushare loads kupitia katika ukurasa wake wa WhatsApp na kuambia anda ileo ameweza kupost hivi kwamba yeye amechoka kimwili, amechoka kiroho, amechoka kiakili kutokana na kile ambacho kinaendelea. Kumbuka saizi gumzo mtandaoni, gumzo ni kwake eh? Gumzo ambayo ameshika kila mahali ni yeye, ndakumbuka eh, amekuwa na amekuwa na a lot sana. Ongea msanii huyo imeleta gumzo sana na watu wengi akumbuka aliweza kushare hivi ama aliweza kusema kwamba amechoka kimwili, amechoka uh, kiroho, amechoka kiakili, yani amechoka kila mahali, na kile ambacho kinaendelea kwake. Kumbuka ni wiki moja tu baada ya kile ambacho kilifanyika tena, katika kaunti ya Wasingishu kulitokea mambo, kulitokea mambo mengi sana, na hii anda jana kukatokea mambo mengine pia katika tamasha ambalo alikuwa ameenda ah. Sijui maoni yako ni yepi kutokana na eh, kutokana na kile msanii huyu ama Vicky Brilliance kushare katika ukurasa wake wa WhatsApp. Niambie tu maoni yako ni yepi kulingana na hii story, na kikubwa sasa kusubscribe, ili tunapoipost wewe wa kwanza kuipata ah,